Mpendwa mtazamaji, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu ambalo tunalipata kutoka katika Injili ya Luka sura ile ya kumi, aya ya kwanza hadi ya kumi na mbili. Nitaisoma. Bwana aliweka wafuasi wengine sabini na wawili. Akawatuma wawili wawili wamtangulie kwenda kila mji na kila mahali alipokusudia kwenda mwenyewe. Akawaambia, mavuno ni mengi, lakini watenda kazi ni wachache; basi muombeni Bwana wa mavuno apeleke watenda kazi katika mavuno yake. Enendeni, angalieni, na watuma kama wana kondoo kati ya mbwa mwitu. Msichukue mfuko wala mkoba wala viatu wala msimwamkie mtu njiani. Na nyumba yoyote mtakayoingia, semeni kwanza, amani iwemo nyumbani humu. Na akiwemo mwana wa amani, amani yenu itamkalia; la hayumo, amani yenu itarudi kwenu. Basi kaeni katika nyumba hiyo hiyo, mkila na kunywa vya kwao, maana mtenda kazi amestahili kupewa ujira wake. Msihamehame kutoka nyumba hii kwenda nyumba hii. Na mji wowote mtakaoingia wakiwakaribisha, vileni vyakula viwekavyo mbele yenu, wapozeni wagonjwa waliomo, waambieni ufalme wa Mungu umewakaribia. Na mji wowote mtakaoingia nao hawawakaribishi tokeni humo, nanyi mkipita katika njia zake semeni, hata mavumbi ya mji wenu yaliyogandamana na miguu yetu tunayakung'uta juu yenu, lakini jueni hili ya kuwa ufalme wa Mungu umekaribia. nawaambia ya kwamba siku ile itakuwa rahisi zaidi Sodoma kustahimili adhabu yake kuliko mji huo. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Mpendwa mtazamaji, katika timu ya Yesu Kristo aliyokuwa ameichagua iweze kuambatana na yeye anapoondoka hapa duniani kwenda kwa Baba. Hii timu iweze kuendeleza kazi yake, neno lake liweze kusambaa duniani kote. Timu yake hii ilikuwa imegawanyika katika kundi la mitume wale kumi na wawili, baadaye wakafuata wafuasi ambao walikuwa sabini na mbili na baadaye wanafunzi. Leo tunaliona kundi la wafuasi ambao waliamua wao wenyewe kumfuata Yesu Kristo waliokuwa sabini na wawili katika kundi la wale wafuasi sabini na wawili hasa akaamua kuwatuma wamtangulie kwenda kila mji na kila mahali ambako yeye alikusudia kuweza kwenda. Akawapatia uwezo, akawatuma wawili wawili. Fundisho, kazi ya Bwana wetu Yesu Kristu haipo katika ubinafsi. Ukimwona mtu anazunguka huko mitaani anasema yeye ni mfuasi wa Yesu Kristo, wanahubiri yuko peke yake, mwambie wenzako walikuwa wanatumwa wawili wawili. Yesu alijua kwamba kazi yake ili iweze kwenda vizuri, lazima kuna mmoja atakuwa anaongea, mwingine aweze kumwombea. Ndio maana ukiangalia hata hao mitume walivyokuwa naenda, Paulo alikuwa na Barnaba, walifanya kazi pamoja, hawakuwa peke yake baadaye pia utashangaa tu Petro alikuwa na Marko, walikuwa wawili wawili. Baadaye utashangaa tu mtume fulani, Yakobo alikuwa na Yohane katika kazi hizo za Bwana ambazo walikuwa wamewatuma, walikuwa nakwenda wawili wawili. Maisha ya jumuiya, katika maisha ya jumuiya mnapotumwa kuweza kuishi katika maisha ya jumuiya, huwezi ukawa mvivu. Ukifika kipindi umeshindwa, mwenzako atakuinua kwa sala. Leo tupo katika dunia ambayo kila mtu tu anaibuka tu anakwenda tu anajiita kwamba yeye ni mtumishi, yeye ni mfuasi wa Yesu Kristo. Umetumwa na kama utuma, mbona huko huko peke yako, hamko wawili? Tuwatazame hawa asa, wanaenda kila mahali ambako Yesu alikusudia kwenda. Kwa hiyo kama Yesu Kristo alikusudia kwenda gerezani, maana yake ndio maana aliwatuma. Yesu Kristo alikusudia kwenda kijijini, aliwatuma. Lakini sasa hivi baadhi ya watumishi wanakwenda kule mahali ambako wao wanataka waende sio kule ambako Yesu Kristo anataka watu wa, wa, waweze kwenda wakatangaze neno lake. Akasema ni kweli, tuna changamoto kubwa sana ya watendaji kazi. Mavuno yako mengi, watenda kazi ni wachache. Jukumu gani ambalo tunapaswa kuweza kuwa nalo? Ni maombi. Akasema mwombeni Bwana wa mavuno apeleke watenda kazi katika mavuno yake. Tusipofanya maombi, Bwana apeleke watenda kazi katika shamba lake kuna watu watajiingiza mle ndani ambao ni mbwa mwitu, watavaa, eh, mavazi ya kondoo, lakini ndani mwao ni mbwa mwitu, watawaangamiza sana sana sana. Hawa ambao wanahitaji kuweza kuvunwa, kupelekwa kwa Mwenyezi Mungu, anawatuma anasema hivi, ninawatuma kama kondoo kati ya mbwa mwitu. Mpendo wa mtazamaji, kondoo walikuwa ni wanyama wa namna gani? Nyakati ambazo Yesu Kristo alikuwa anaishi, kondoo walikuwa ni wanyama ambao walikuwa wanatumika katika mambo ya ibada kwa Mwenyezi Mungu na mambo ya kijamii. Katika ibada kwa Mwenyezi Mungu, kondoo walitumika kuchinjwa madhabahuni katika a, e, lile hekalo la Mwenyezi Mungu kwa sababu walikuwa ni wapole. Kondoo ndo walikuwa wanatumika kwa kuchinjwa pale, kutolewa sadaka katika nyakati za dhambi. Kondoo pia walikuwa wanatumika katika mambo ya kijamii manyoya yao haya yalikuwa yanakatwa, watu wanayatumia ya kama nguo wakati wa baridi. Kwa hiyo anapowaambia hawa wafuasi wake, ninyi ni kondoo, kuna kipindi mtachinjwa, mtatumika kama sadaka madhabahuni kwa Bwana, mtachinjwa, mtaangamizwa, ni kondoo. Baadaye pia mtatumika kama sehemu ya kuweza kuwakinga watu na kila aina mabaya, baridi mbalimbali Yaani, wewe mtumishi wa Mwenyezi Mungu ni kinga kwa watu wanapopita katika baridi, wanapopita kwenye mateso, wanapopita kwenye huzuni, wewe ndio kinga yao. Kwa hiyo huyu ambaye ni kinga, huyu lazima atashambuliwa. Kwa hiyo, mtumishi, utashambuliwa ili hao watu wako unaowalinda unaohudumia iweze kuwa waweze kuwa salama. Kwa hiyo ukiona unashambuliwa, utambue kabisa kwamba wewe ndio kondoo kwa ukiona unateswa unatolewa sadaka, utambue kabisa kwamba ni ndio wewe ni kondoo. Hasa masharti anayoyatoa baada ya kukubali kuweza kuwa kondoo, anasema msije mkachukua mambo ya mifuko katika safari yenu, msije mkawa na mambo ya mikoba, usiokuwa na akiba, kwa sababu mnaenda katikati kati ya umbwa mwitu na umbwa mwitu walikuwa ni wanyama wa namna gani nyakati ambazo Yesu Kristu alikuwa naishi? mbwa mwitu walikuwa ni wanyama hatari wasiokuwa na huruma walikuwa naishi majangwani. Mbwa mwitu anamshambulia mnyama, anakufa akiwa ni mzima, anamrarua. Mbwa mwitu anapenda damu. Kwa hiyo mbwa mwitu alikuwa ni mnyama ambaye hana huruma, alitumika katika kuzungumza katika Agano la Kale kwamba ni mnyama asiyefaa, na ndio maana mbwa walilamba pia damu za yule ambaye alikuwa ni mfalme au walilamba damu za yule mwanamke Yezebeli ambaye alilitesa taifa la Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mbwa mwitu haikuwa ni ishara nzuri. Sasa mbwa mwitu ambao wanakuvizia kuja kukumaliza, wana vitu ambavyo wanavipenda. Ukishika mkoba watakuvamia, ukishika eh, ukiwa na viatu ukiwa na mfuku watakuvamia, ukitumia muda mwingi katika kuweza kuwasalimia watu njiani watakuvamia. Ili usivamiwe na mbwa mwitu lazima akishikaa kwamba uko safi anatoa baraka, anasema, mtakapoingia katika nyumba yoyote semeni amani. Kwa hiyo wale wafuasi kumi na mbili walitumwa waweze kuwa watu wa kutangaza amani ya Bwana, sio maangamizi. Kwa nyakati ambazo tuko nazo, watu ambao wametoka Mwenyezi Mungu ya kwanza ni watu wa kutangaza amani, watu wa kutangaza matumaini, watu wa kutangaza furaha, sio watu wa kutangaza matisho kwa watu mpaka watu wanatetemeka. Anasema mkienda wakiwapokea, watangazani amani, mkae huko, kuleni vya kwao, msiwe ni watu wa kuhamahama kutoka nyumba moja kwenda katika nyumba nyingine. Ukimwona mtumishi anahamahama, anatoka katika nyumba hii anaenda katika nyumba hii, utambue si mmoja ya wale eh, sabini na mbili waliokuwa mtumwa na bwana wetu Yesu Kristo. Na anasema ni kweli, kuna miji mingine watawapokea, miji mingine watawakatalia, yakung'uteni mavumbi yao mavumbi ya miguu yenu na yaliyogandamana katika safari yenu hiyo. Anasema ule mji ambao utawakataa watumishi wa Mwenyezi Mungu, adhabu yao mwishoni itakuwa ni mbaya zaidi kuliko ile adhabu ya moto ulioshuka ukaangamiza Sodoma na Gomora. Je, mji wako umewakataa watumishi wa Mwenyezi Mungu? Kuna baadhi ya watu, padi akiwa anaenda kutoa baraka katika nyumba zao huwa wanafunga nyumba, wanakimbia, wanakataa kuwapokea watumishi wa Mwenyezi Mungu. Wanajifanya wako bize na kazi na utumishi kulikoweza kupokea baraka za Mwenyezi Mungu. Umekataa baraka za Mwenyezi Mungu. Kuna onyo la Yesu Kristo katika wale wote ambao wanafunga milango yao wa hawataweza kuwapokea watumishi wa Mwenyezi Mungu. Anasema adhabu yao, ingekuwa miji ya Sodoma na Gomora ingestahimili kuliko huyu mtu anayewakataa hawa sabini na mbili ambao wametumwa na Mwenyezi Mungu atubariki na kutulia Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amina.